Kwa majina naitwa Mhandisi Deogratius Nagu, ni kaimu manager usimamizi wa miradi, uh, kutoka REA Makao Makuu. Nimekuja katika ziara ya kawaida kabisa ya ukaguzi wa utekelezaji wa miradi ya kupeleka umeme vijijini ya REA ambapo nimekuja kukagua mradi huu wa kupeleka umeme katika majimbo 15, uh, vitongoji 15 katika kila jimbo la uchaguzi Tanzania bara na hapa katika mkoa wa Ruvuma tuna vitongoji 135 katika majimbo tisa ya uchaguzi. Ziara hii imekuwa mahususi kabisa kwa sababu uh, ya kutokuridhishwa kwetu kwa utendaji wa mkandarasi ambaye amepewa kazi hii ambapo mpaka sasa yuko asilimia 56 utekelezaji, na alipaswa kuwa asilimia 80, kwa maana kwamba amewasha vitongoji 43 kati ya vitongoji 135 alivyotakiwa kuviwasha ingawa muda wa mradi upo mpaka mwezi wa tisa mwaka huu, lakini kutokana na hali ya mvua itaathiri kidogo utekelezaji, na ndiyo maana tumekuja kuongeza nguvu kumsimamia mkandarasi aweze ku, kuongeza timu za, za mafundi pamoja na wataalamu katika maeneo yote ya mradi ili aweze kufanikisha kukamilisha mradi huu kwa mapema zaidi. Hata hivyo baada ya kuto kuridhishwa na utekelezaji wa mkandarasi huyu tumemwelekeza sisi kama wakala wa nishati vijijini REA abadilishe e, project manager ambaye yuko site kwa sasa hivi, kwa maana sisi hatujaridhishwa na utendaji kazi wake. Abadilishe pia timu ya ma, ya wataalam kwa maana site engineer ambaye yuko hapa, lakini pia aongeze supply ya material kuja site huku, kwa maana material kama nguzo, transformer na waya ambao wanatumika katika mradi huu. Kwa hiyo tumejipanga kumsimamia kwa karibu zaidi mkandarasi um, huyu utekelezaji wake ili kutokuongeza muda utekelezaji wa mradi huu, na tunaamini mpaka kama tukimsimamia vizuri kwa karibu, mpaka mwezi wa tano wa sita atakuwa ameshakamilisha mradi huu. Kwa majina, naitwa mhandisi Zakaria Matayo Ng'okorome, niko hapa kwa niaba ya msimamizi wa miradi ya mkoa wa Ruvuma. Hapa tulipo ni eneo la mradi unaotekelezwa na mkandarasi CCC Engineering International Nigeria Limited. Mradi huu ni mradi wa kufikisha umeme kwenye vitongoji ambapo tuna vitongoji kwa mkoa mzima vitongoji 135 kwa maana ya vitongoji 15 kila jimbo la uchaguzi, na hapa tulipo ni jimbo la Peramio, kitongoji cha Liuli Chini, na gharama ya mradi wote kwa mkoa mzima kwa loti hii ni takribani bilioni 14.56. Wigo uh, wa mradi ni kilomita mia mbili na sabini za msongo mdogo. Na yote hii ni mkakati wa serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika adhima kama alivyotuelekeza kuhakikisha tunafikisha vitongoji vyote umeme. Tumemaliza vijiji, sasa tunaendelea na utekelezaji kwa kuhakikisha vitongoji vyote vinafikiwa na umeme, na katika mradi huu tunatarajia wateja wa awali ambao watanufaika ni takribani wateja elfu tano na mia nne. Jina naitwa Erick Njau mkandarasi wa CCC, ni mradi wa vitongoji vya Bunge n nimepokea maelekezo kama alivyoelezwa kutoka REA, tutafanyia kazi kama ipasavyo kwa wakati ili tuweze kufika mradi kuhakikisha mwezi Mei tunamaliza mradi kwa wakati tuweze, wa CCC, mpangarisa mpangarisa mpangarisa changamoto ya pokea kwa, kwa kuchelewa kutimisha mradi kwa wakati kwa sababu za ja, matirio kuchelewa kuweza kufika saiti ambapo ilipelekea muda mwingi kupotea na kuto kufanikiwa kuweza kumaliza kwa wakati.